Na haki zipo na zitapatikana. Na wanawake zaidi ya elfu kumi na tatu kutoka vijiji tisa eneo la Garashi, kaunti ya Kilifi, watanufaika na uzinduzi wa kituo cha kuhifadhi watu hasa watoto ambao ni waathiriwa wa dhulma za kijinsia. Kituo hicho kitakachofadhiliwa na shirika lisilo la serikali la Action Aid Kenya na jamii ya Garashi kinatoa ushauri, huduma za rufaa, malazi ya muda na mafunzo ya uwezeshaji wa kiuchumi. This facility is going to serve about 13,000 women. and from the nine uh, villages in this area we are expecting that about 5,400 survivors or thereabouts then will directly and indirectly benefit from this facility. tukashirikiana na sauti ya wanawake na ufadhili wa Action Aid ndio ikajengwa hii uh, safe space ambayo kwa jina ingine tunaweza kusema ni protection center, ambapo watoto wale ambao watakuwa wamedhulumiwa wanaweza kuja na wakapata hifadhi wakati eh, wakipatiwa matibabu na wakati pia waki, wakipatiwa eh, uh, counseling. Kunao watoto wa jinsia ya kiume huwa wanaathirika ijapokuwa idadi yao si juu sana kama wakike, lakini wapo hata sasa hivi kule rescue center ambayo ni Pope Francis, kunao vijana ambao tuliweza kuwapeleka pale, watoto wadogo wa umri ya, wa miaka kumi kwenda chini ambao bado kesi zao zinaendelea. Jamii wengine huwa wanaangalia kwamba ule mtoto ndio mwenye ule ushahidi, huwa wanamtafuta kusudi waweze ku potezo la ushahidi, waweze kumuua. Hasa unaona, hata akipatikanika ule mtoto, hata wewe pia si utakuwa uko humo ndani. Hasa tunashukuru kwa hili jumba kuwa hapa, kwa sababu yule mtoto